Na mtazamaji, nayo kwa mara ya kwanza, Rais William Ruto amemzungumzia kwa uwazi ama amezungumzia kwa uwazi changamoto za kiafya za hayati Raila Odinga muda mfupi tu kabla ya kifo chake, nam kwenye hafla ya mazishi ya mwenda zake ya Raila, Rais Ruto alisimulia siku dhifa ya chajio uh, na familia ya Raila Odinga, ambapo waliafikia asafirishwe hadi nchini India kwa matibabu. Na Rais Ruto kadhalika alizungumzia matumaini kuwa Raila angerejea salama na taarifa za kuvunja moyo kuhusu kifo chake. Na Ben Kirui anaarifu. Hotuba ya Rais William Ruto kwenye mazishi ya marehemu Raila Amolo Odinga ilijawa na hisia, akizungumzia kwa mara ya kwanza changamoto za kiafya za aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Rais Ruto akiangazia wiki chache kabla ya kifo chake Raila, na wasiwasi aliyokuwa nao kuhusu afya yake ambayo alisema kuwa ilianza takriban mwezi mmoja unusu uliopita but the last one and a half months were very difficult times because every time i met baba his voice was hoarse and he kept on telling me that i am weak because i am taking some drugs

And after he came back his doctors led by Dr. Olunya who is his personal doctor for many years administered some medicines to him. Rais Ruto alisimulia jinsi alivyopanga kukutana naye Raila mara tu baada ya kurejea kutoka mjini New York Marekani mwezi uliopita, lakini mkutano huo haukutimia kwani madaktari walimshauri Raila apumzike mjini Malindi. I kept track

Kwa mujibu wa rais, chakula cha jioni kilichoandaliwa nyumbani kwa Raila Odinga baada ya kurejea jijini Nairobi kiliarifu uamuzi wa pamoja wa kumsafirisha Raila hadi katika hospitali ya chaguo lake nje ya nchi ili apate matibabu maalum.

Tukakula chakula cha jioni, tukaongea, akatueleza sisi zote vile alivyokuwa anajisikia, na kwa kauli moja sote pale tukamweleza hatutaki guesswork kwa mambo ya afya, wewe mwenyewe na madaktari zako uamue, na nikamwambia Serikali ya Kenya itamsimamia akiamua kwenda mahali popote kutafuta matibabu. Kwanza alikuwa anajaribu Ujerumani, akasema pengine atajaribu China, akasema pengine atajaribu sehemu zingine mpaka akamalizia akasema ako na marafiki ataenda kule India. Rais Ruto akisema alikuwa akifuatilia kwa karibu hali ya kiafya ya Raila alipokuwa akipokea matibabu na kulikuwa na dalili za kuimarika kwa afya yake. Aidha alifichua kuwa Raila hata alipiga simu nyumbani akiwa na habari njema na alikuwa anatarajiwa kurejea nchini. It was not easy because when we thought baba was okay. In fact, alikuwa amepigia watu wengi simu kuambia, mimi niko sawa sasa, madaktari wameniachilia, wamesema nirudi baada ya miezi sita Wacha sasa niende nipumzike, nitapitia Dubai nikuja nyumbani. Tulikuwa tunapanga kuja hapa eh, Jaramogi Oginga Odinga on Thursday. lakini wakati familia na rais walipokuwa wakiendelea kuweka matumaini, taarifa za kusikitisha za kifo chake zilifika nyumbani. Nikienda ofisini asubuhi, I remember it was about 6:40 or 6:45 there, nikaona kwa simu yangu Oburu ameniandikia WhatsApp message akaniambia, my brother is critically ill. Nikampigia Oburu nikamuuliza, I thought we spoke to baba and he was feeling okay. Imetokea nini? Akaniambia amepata information, so nikachukua simu yangu nikapigia yule ambaye alikuwa ameenda na yeye, akaniambia baba, it's okay. Yeye pia haku anajua. Nikamwambia ebu check. Nikachukua simu yangu nikapigia mwingine akaniambia pia hajasikia in a few minutes like 10 minutes. Um, Oburu akanipigia tena akaniambia inaonekana baba ametuacha, he was not conclusive

Afya ya Raila ilikuwa imeanza kuzua wasiwasi wasi na minong'ono miongoni mwa Wakenya baada ya Raila kukosa kuonekana kwa umma kwa kipindi kirefu. Rais akisema habari za kifo chake zilimshtua na kumvunja moyo, kwani walikuwa wamepanga mambo makubwa kuhusu mustakabali wa taifa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.